Nimekutana bwana na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa hapa Paul Chacha, kabla mechi ijaanza pale jukwani. Aliniita tukasalimiana, na maneno yake aliniambia, ilikuwa ni maneno machache tu. Aliniambia kwanza, mdogo wangu, nakupongeza kwa kazi nzuri uliyoifanya ndani ya mkoa wa Tabora, kazi ya kuhakikisha mkoa umepata hamasa kubwa ya kimichezo. Umefanya vitu vingi ambavyo hatujawahi kuviona vikifanyika, timu nyingi zikija hapa, haya timu yao haijawahi kufanya. Tumeweza kumobilize watu wengi kwenye matukio tofa tofauti tofauti. Kwa hiyo ameona impact ya uwepo wa mwenyekiti wa wasemaji hapa, na amenipongeza kwa hilo. La pili, amenipongeza kwa namna ambavyo Hamasa nzuri, mm, uwanja umejaa kweli kweli. Ameshuhudia hilo ameniambia, ndo mara ya kwanza nimeona uwanja umejaa Tabora, wameitika kweli kweli. Na watu akaniambia yote yaliyotokea ni mambo ya kimpira tu. Uh, nothing personal, mimi nilikuwa nachagiza, na wewe umechagiza. Mwisho wa siku mechi imalizika, nyinyi mmeondoka na ushindi, maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo kiasi crossy yale masaa 24 yamefutika, masaa 24 niliwaambia, masaa 24 masaa ambayo alitolewa na comedian yule dada niwaambieni hey. Ni komedian ni mzuri. Na toka siku ya kwanza nilikuwa nawaambia, mimi kwa level yangu siwezi kuingia kwenye mjadala na old version namna hiyo. Ile ni type ya zamani, yani sasa hivi dunia kama ipo kwenye flat screen unamrudisha mtu kwenye tv ya chogo. Sasa mimi kwa adhi yangu natazama flat screen, nianze kujadiliana na tv ya chogo kweli? Hizo sio revo zangu, ndio maana amezungumza na kipotoshi. Sasa hapo, eh, nimesema yani yule, kama Tabora wakiandaa Tabora cheka festival hey. anaweza kupanda akachekesha watu wakapata hela, lakini kwenye masuala hayo ya kutoa amri masaa 24 na nini nne na nini masaasi yameisha, yameisha chuma sinipo hapa hey, sina dunda sina afya njema hey, siniko na nuru hey. Sasa masaa 24 hapa yanazungumza kwa hiyo hakutishi, hakubidhi kichwa kabisa.